Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa tatu usiku kutoka mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na maimbi makubwa Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili, hususan katika pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Tafadhali chukua tahadhari. Usiku wa leo ni matarajio ya kuwa, mikoa ya Kagera pamoja na Mara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Arusha, Kilimanjaro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa, mikoa ya Kagera pamoja na Mara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mana mengine Arosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Ni hayo tu kutoka mamlaka yari ya Tanzania. Asante na nikutakie usiku mwema.